Ya mtu mmoja mzenji mm. na pengine labda unamfahamu wewe mm. huyu mtu na hapo Anazi pia dakika chache zilizopita kama tujaenda kipindi hapa, amemposti pia akasema kwamba bosi, bwana wa Dar City, kuna moja mbili tatu, ameniita tuweze kuzungumza swala mdogo wangu na nini mm. mtu wa busara, siyo na nini mm. una, unaona mzenji za kalimaliza ile swala, na unadhani nini tutegemee baada hapo, anazi kuitwa kuitwa na mzenji. Mi na nampenda sana mzenji yeah. Inakuwaje ndugu mtazamaji wa Bongo Plus TV kabisa na kwenye uh, na bahati nzuri sana leo bana nimekaribisha ndugu mtangazaji mwenzangu tuzungumze yanayoendelea kwenye mitandao ya kijamii na niambie naye maoni gani hasa kuhusiana na haya ambayo anaendelea na kwaje? Tuko vizuri mzee wangu, tuko vizuri, fresh kabisa, we good, we good. Mwili unakuja sana <laughs> mazoezi ya kutosha sio? Unajua <laughs> mazoezi okay. Eh, mazoezi, kupumzika, kula vizuri pia au sio? yeah, yeah, yeah, bro. Okay. Industry ya, ya, ya, ya mziki wa Tanzania imekuwa na mambo mengi sana na kila ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii tokea wiki ianze hii Ibra kutaka kujiondoa katika lebo ya Konde Gang mm. kudaiana pesa bilioni moja mm. Sasa hivi tena tumeona mengine mpaka kufikishana BASATA pia amefikishana kule yeah. kwa namna tu ulivyoyaona kwanza. Tekeo iko vipi kwenye hili? Actually, nime, wakati, hili movie linaanza niliumia sana kuona hizi tetesi kwa sababu sikuwa nategemea kama Ibra angefikia maamuzi haya haraka kwa sababu alikuwa na hizi plani takriban miaka miwili mitatu nyuma yani. Hey, Ibra alikuwa anataka kuondoka Konde Gang muda mrefu sana yani. uh -huh. katika wasanii wote ambao walikuja pale Konde Gang wakamkuta, hujua. uh -huh. Ibra ndo firstborn wa Konde Gang yeah, sure. alivyosajiliwa Ibra akaja akafata wakafata Kings Music wale madogo wawili wale akaja eh, Chidi, pamoja na Kili yeah. akaja akafata Country Boy akaja pale, mm -hmm. lakini pia akaja Angela akafata pale. Kwa hiyo familia ni kubwa yes, sure. Sasa kabla wale wote hawajajengua pale Konde Gang mm -hmm. Ibraah alikuwa tayari anataka kutoka pale Oh. Sasa naelewa. Kwa hiyo wakati amezianzisha hizi tetesi mm -hmm. Kuyu, wakati, izdetesi, mm -hmm. mimi nikasema ah, this time around Ibraah kwa serious au tena ni movie ambayo linaendelea Kiki mwanzoni nikajua ni kiki. mm -hmm. kwa sababu hata taarifa za kwamba anadaiwa bilioni na Harmonize mm -hmm. alizitoa usiku ambao Mario mm -hmm. alikuwa anafanya eh, celebration ya birthday ya mwaka mmoja ya mtoto wake Amara. yeah, sure. kama unakumbuka. mm -hmm. na ndio hicho ambacho juzi pia Harmonize nimeona amelalamika, anasema ah, mdogo wangu una roho mbaya sana we. Mm -hmm. Yani, okay. siku ambayo mimi na celebrate eh, birthday ya mjukuu wangu Amara, ndio siku ambayo wewe ukasema kwamba nakudai bilioni moja kwenye mkataba ili utoke Konde Gang. okay, yeah, sure. ili mradi tu utrendi na wewe yani mm, sio kama unanielewa. Na vita ilianzia pale mm, yani vita ilianzia pale kitendo cha Harmonize kumwambia kwamba Ibra una roho mbaya mm, pale yani mm, ni kama alikata mshipa mmoja wa wa asila wa Ibra kama kuna kuna baadhi ya vitu vikaanza kukingeuka ku ku ku pale eh, yani mm, ni bora hata Harmonize angeamua kukaa kimya mm, Ibra zile ombaomba zake alizokuwa anazifanya mitandaoni kuchangisha changisha watu mm. E, akiomba watu achangishe afanye nini ili mada aweze kulipa ile hela ambayo alikuwa anamdai kweli kweli mm. Lakini baada ya kusema vile kwamba Ibra na Rombaya e, aliamua kutumia siku ambayo yeye babu anasherekea birthday ya mjukuu wake Amara, sije kama unanielewa siku ambayo <laughs> Harmonize ametrend yeye na ex wake Kajala. E, kwa taarifa ambazo mimi ninazo za ndani kabisa hawajarudiana wale wawili eh. <laughs> <laughs> nakupa hiyo hawaja Diana. Lakini wamemaliza tofauti uhum. ni zile kwamba unazkampigia eh, Kajala kampigia, eh, mpe, ex wangu tukaenda tuka oh. tuka pamoja yani kati kuwa wapenzi uhum. ni itu ambayo wau nikikutaka ukinitaka, ukinimisi nikakumisi sasa, mm -hmm. tukakutana tukafanya mambo yetu tuka, maisha yakaendelea. Uh, vitu ambavyo uh, vimewashitua watu wengi sana ni kauli ambazo wamekuwa ki, wakitupiana hapa katikati kabla mm -hmm. ya siku ya jana kidogo tukaona yeah. upepo kidogo kama umekaa nafuu kidogo hivi baada ya basata kuitwa kule mm -hmm. ulitegemea uli watafika huko kujibishana kwamba sio baadaye sijidogo sio wewe hauna nidhamu hiyo mm -hmm. dogo siu itakuwa ni birisi sijui mara siuli nita chumbani pia mm. -hmm. utegemezo kwa uzitokee bichuni ya watu wengi. Kwanza ni ni ni kwa ni kwa, nikuambie kitu kimoja, ujue, watu hawajui vitu vingi sana kuhusiana na safari ya muziki ya Ibra kuanzia mm -hmm. anatambulishwa pale Konde Gang mpaka leo hii mm -hmm. kwa sasa hivi tunazungumzia miaka mitano ya maisha ya muziki ya Ibra mm -hmm. kama msanii yeah. tangia ametambulishwa Konde Gang mm -hmm. Lakini watu wanaweza kaona kwamba, kwa nini Ibra labda anachangisha sana watu Ibra anafanya vile kwa sababu huenda huenda ni kweli hajawahi kufikisha bilioni moja kwenye muziki wake, yaani kwenye miaka hii mitano yote ambayo amefanya muziki Ibra, mapato yake yote huenda akawa hajafika bilioni moja. I can sure tell you this. Angalia namba za Ibra kwenye digital platform kuanzia YouTube kuja diza kuja eh, Apple Music Boom play kote huko audio mark, angalia vizuri zile namba ambazo anazipata Ibra. Na aliwahi pia kupoteza YouTube, YouTube, YouTube channel yake ikapotea, lakini baadaye kaje karudi mm -hmm. Lakini angalia zile namba nilikuwa nafuatilia Nyimbo ya Ibra ambayo ina views wengi sana hasa kwenye YouTube ni ni kolabu yake ambayo alifanya na Harmonize ile dharau. Eh <khi John Lol>. Dharau haina miaka mingi kwa hiyo itangia imetoka. Eh <technically> hey, ina mwaka mmoja sasa hivi tunavyozungumza. Ile ina takriban views milioni 21 kwenye YouTube. Nyimbo ambayo inafuata ina takriban views milioni kumi. Unaweza ukaona ni, ni, ni distance fulani ambayo kwa Ibra muziki wake kwa miaka mitano bilioni moja hajafikisha. Hey, watu wanasema Ibra tayari ameshakusanya kusanya hela nyingi hata zaidi ya bilioni kwenye muziki wake kwa miaka mitano, lakini ukija kuangalia unakapiga mahesabu vizuri, trust me, Ibra jafikisha bilioni moja kwenye muziki wake. Kwa hiyo unaweza ukaona namna gani ambavyo Ibra anaumia eh, zile asilimia ambazo huenda alikuwa anazitupa wakati akifanya show kwenye kazi zake pia ambazo anaziweka kwenye lebo mm, na asilimia ambazo anachukua yeye, alikuwa anaumia kwa kwa namna gani? Unaweza ukajaribu uka, uka, uka kukompea hivyo vitu viwili mm. Kwa hiyo mimi mimi namuelewa sana Ibra, vile ambavyo anapitisha eh, bakuli lile kuchangisha watu, kwa sababu lile ni bakuli lile <laughs> <laughs> e, yuko sawa eh, yuko sawa kabisa, kwa sababu mm, hana pesa yule kijana mm -hmm. Ibra ana hela hana pesa kabisa, kwa sababu angekuwa na pesa mm, tungekuwa tunaona yani, msanii ambaye ana hela. Tunazungumzia wasanii ambao wameshajipata sasa hivi Tanzania tukianza kuhesabu mmoja mpaka tano, hatuvuki tano, wachache sana, hatuvuki tano. Wengi yani, wengi ni wanadunduliza E, yani wengi ni feva za mabosi. Bosi fulani yuko nyuma yangu e, nikitaji kwenda kushoot video nikimfata nanipa milioni 20 nenda kushoot video. Bosi fulani yuko nyuma yangu, nikitaka kwenda ku, e, China kwenda Dubai kwenda kulabata, namfata nanitia milioni 10 nenda zangu Dubai na kulabata, narudi unajua ni, na Una -ja, ni wasanii wengi ambao tunao sasa hivi wa hivyo, lakini wasanii ambao wana pesa yaani kwamba sasa hivi tunamfuata kwenye bank account ya yake anasoma milioni mia, mia mbili, mia tatu, mia nne, mia tano. I say bro tukihesabu hapa moja, mbili, tatu, nne, tano hawafiki. Hawafiki. <laughs> I, I, Ibra, uh, katika kile ambacho alikuwa nakizungumza. Uh, watu wanasema kwamba Harmonize kuna kipindi alishia kwenda naye mpaka kwenye tour ya Marekani yeah. Uh, akamdhurisha kule na amempa kweli jina mpaka sasa tunamzungumzia sisi. Brandi ya, ya Ibra sasa hivi haideserve hiyo Harmonize hiyo pesa. Brandi ya Ibra uh, kwa levu yake sasa hivi tunaweza tukasema bilioni moja, ni sawa kulipa kwa sababu Ibra ishakuwa ni biashara kubwa sasa hivi kwenye muziki mm -hmm. E, yaani Ibra ni msanii ambaye amejitengeneza, ametengenezwa pia wasanii wenzake pia wamependa kila ambacho anakifanya, wamempokea kwenye game, mashabiki wamempenda, wamempokea kwenye game. Lakini ukija sasa kwenye thamani ya bilioni moja kwa Ibra mm -hmm. Hauwezi ukaihesabu kwa mwonekano au kwa eh, kwa kumwangalia tu hivi kwamba Ibra, wewe thamani yako ni bilioni moja yeah, sure. Tutaingia kwenye kazi zake ambazo anazifanya, tuangalie bwana, vipi outcome ilikuaje? mm -hmm lakini pia income ambayo Harmonize alikuwa anawekeza kwa sababu yote tunayofanya tunayafanya. mm. eh, tuna, tunaona Ibra anachokifanya kile, Harmonize alikuwa anaweka pesa yake. mm. Hatujui mimi na wewe alikuwa anaweka kiasi gani. yeah. Ni masuala ambayo mimi na wewe hatujui. mm. Nilikuwa nasikiliza kipande kimoja cha interview ya Diamond Platinumz alifanya akiwa BBC Swahili. mm lakini pia alifanyaga pia akiwa Wasafi pale mm. aliwahi kuzungumza namna ambavyo alikuwa anawekeza kwenye muziki wa Harmonize mm. mwanzoni wakati anaanza huko way back. Way back tunazungumzia miaka uh, almost nane mm. iliyopita mm. eh, wakati Harmonize anatambulishwa Wasafi mm. unaweza kuona alikuwa anawekeza pesa nyingi mara milioni hamsini mara thelathini mara ishirini mm. yani anakutajia kiasi ambacho unaona kabisa alikuwa anaweka pesa lakini hairudi kwa haraka. At the same time mimi naweza nikakubaliana na Harmonize kwamba Harmonize mpaka sasa hivi huenda amewekeza pesa nyingi sana kwa Ibra, ambayo bado haijarudi. Sio kama unanielewa. Hmm. Harmonize amewekeza pesa nyingi sana kwa Chinga. Hmm. Sasa hivi tunavyozungumza tunavyozungumzia miaka mitano mpaka Ibra anataka kutoka pale Konde Gang. Pesa yake huenda pia ikawa haijarudi. I can tell. Hmm. Lakini yuko sasa hivi kudai bilioni moja. Ushanielewa, mm. Na anadai bilioni moja kwa sababu ya nguvu ya zile kazi eh? Eh, hey. eh, hey, ambazo ameziwekeza kwa Ibra, nanielewa, ambassadors ambazo wanapata deals ambazo wana sign pia, mm. Amezipata zote akiwa kwenye mikono ya Konde Gang. Ana, Anatajwa mtu mmoja Mzenji mm. Na pengine labda unamfahamu wewe huyu mm. mtu mm na Harmonize pia dakika chache zilizopita, kama tujaenda kipindi hapa, amemposti pia kasema yeah. kwamba bosi bwana wadasiti kuna moja mbili tatu ameniita tuweze kuzungumza swala mdogo wangu na nini mm -hmm. mtu wa busara siu na nini mm -hmm. Unaona, una Mzenji eza kalimaliza ili swala, na unadhani nini tutegemee baada ya Harmonize kuitwa na Mzenji? Mi na nampenda sana Mzenji uh -huh. Binafsi na mkubali sana kwa sababu ya uh, namna ambavyo anaishi na watu uh -huh. Mimi Mzenji nimefahamu kwa kipindi kifupi sana, kipindi ambacho anafanya kazi na Baba Levo pale Seven Media uh -huh. uh, ni kipindi ambacho nili, nilipata kufahamu ana kwamba ni mmiliki wa Da City Basketball nikaona vile ambavyo walikuwa wanasafiri na eh, wale wachezaji mm -hmm. Airport nini zile, nili, nilijaribu kuona baadhi ya movements zake kadhaa nikamgundua kwamba Mzenji ni mtu fulani mwema sana alafu ni mtu wa watu sana mm -hmm. kwa hiki ambacho amekifanya kwa Harmonize, I'm not so sure kwamba kweli Mzenji amemuita Harmonize wakazungumzie swala la dogo mm -hmm. I'm not so sure, nasubiri kuona kweli mm -hmm. wakikutana mm -hmm. sio kama vile ambavyo Mzenji anakutana na kina harmonize wakiwa casino wapi mm -hmm. Mm -hmm. Nataka kweli nione kwamba Harmonize ameenda kukutana na Mzenji wameenda kuongea hili swala la mdogo wetu Ibra. Mm. Of course Ibra sasa hivi anahitaji kusaidika. Yaani, mm, hiyo haipingiki, mm, kwa sababu Ibra pia ameonyesha anataka kusaidika. Mm. Na kama kweli Mzenji ameingilia kati hili swala, mm, basi mimi naamini mm, Mzenji anaweza kulimaliza. Kwa nini Harmonize amemtaja Mzenji? Kwa nini unakuwa na wasiwasi pia? Mzenji mimi naamini amemtaja Mzenji mm -hmm. kwa sababu mm, ya nguvu yake pia. E, Mzenji sio mwepesi mwepesi na bidi tumpe heshima yake. Kuna maana <laughs> na e, Mzenji oh. ni una, una mention watu wengine wazito ambao hatuwezi kuwataja hata mbele ya kamera pia. Mm -hmm. E, kwa hiyo mimi naamini Mzenji anaweza kalimaliza kwa mikono yake. Anaweza katia pa akatia hata mzigo mzima akamaliza. Yaani anaweza katia ile bilioni Mzenji akamaliza. Ah mm. -hmm. A, Ibra akamaliza kesi na Hamo anaweza akamaliza kesi. Au anaweza katia mzigo akasema mdogo wangu Ibra em tulia, Konde Gang fanya kazi, kaendelee. Very possible. Yaani mimi naamini kwamba eh, kwamba mzenji anaweza akamaliza ili swala la Harmonize na Ibra na Ibra <laughs> anaweza akarudi pia Kondegang kuendelea kufanya kazi. <laughs> Hey, kwa sababu <laughs> hichi kinachotokea sasa hivi ni, ni baba na mtoto yani, baba na mtoto wamekasirikiana eh, wame, wame unajua wamenuniana <laughs> sasa. Kwenye kurudi kwenye hali ya kawaida, anategemea na watu gani ambao watashiriki kwenye kuwaweka sawa? <laughs> Sio, unanielewa eh. Na matatizo pia ya Mwanza ametokea jatayas katika ile we yanayotakiwae yes, of course, kwa ya Ibra. <laughs> Sasa Ibra anachokitaka yeye mm, kwa sasa hivi mm -hmm, ni kutoka Konde Gang.